kura nimekuja kumwombea kura kakaangu pale saidi muhammedi nema naomba mumpe kura za kutosha ikifika siku ya tarehe ishirini na tisa lakini pia nimekuja kuomba kura mimi shamsia naomba mnipe kura nyingi za kutosha ikifika siku ya tarehe ishirini na tisa niendelee kuwa mbunge katika jimbo hili Ndugu zangu wa Moma, leo hii tumekuja mbele yenu kuwaomba kura, tumekuja mbele yenu kuwaomba kura. Kuna mambo mengi tuliyafanya ndani ya kata hii ya Moma. Ndani ya kata ya Moma nilivyopata madaraka, mlikuwa mna shida sana ya sekondari. Mimi Shamsia nilivyoingia nikapambana nikahakikisha tunapata sekondari, nikaanza kunyosha njia, nikawaleteni bati mia moja na simenti kwa ajili ya sekondari yetu, watoto wetu waweze kusoma katika kijiji chetu. Nayo sikurudi ni nyuma, nikapambana, nikatafuta mifuko ya simenti kwa ajili ya kuonyesha njia, tuanze kujenga zahanati katika kijiji chetu, lakini kutokana na uhitaji mkubwa wa shule yetu, watoto wetu waanze kusoma pale kwa haraka, kwa sababu walikuwa wanakwenda mbali. Mifuko ile ya simenti, wakaomba kijiji kama kijiji, wakaomba tuanze tukajenge choo cha shule kwa ajili ya watoto wetu, shule ile ifunguliwe waanze kusoma. Kwa hiyo, ndugu zangu Wamoma, mimi Shamsia nina dhamira ya kweli, na ndio maana leo hii kila kijiji, kila kata tunachopita maendeleo nimeigusa kila kata. Ninawaahidi ndugu zangu wa Moma wamoma, mkinipa ridhaa ya kuwa mbunge tena kwenye jimbo hili, kitu cha kwanza ua kukifanya na kuhakikisha dhamana tunaipata, na mimi mwenyewe nitasimama. Mi jina yangu Muhammad Musa Chuja ni mwananchi wa kijiji cha Moma. Mimi namshukuru mbunge Vipo na huo na, tunashuhudia na huo aaishabatimia kwa ajili ya sekondari. Wewe kifupi, kwa mimi, kwa upande wangu namwamini nadadampakula, sababu amejitahidi kutokana muda wake ya miaka mitano. Kwa majina anaitwa Ismail Ugali, ni mwanakijiji wa Moma. Nipo kwenye mkutano wa mbunge wetu, Shamsia. Kuna vitu hapo mwanzo, kuna vitu alivifanya tuliviona, kwa macho yangu niliviona, alitoa bati, alitoa simenti Wanaomba kujenga zanati yetu ila zanati bado ilikuwa haijaisha, ila kwa sasa hivi na imani, akipita zanati najua ataimalizia kwao. Naomba wananchi wenzangu, tunchague Shamsia, ili najua Mwenyezi Mungu akimjalia, akipita, najua vitu vingi sana atavifanya. snakaanema kwanza, ndugu zangu wa Minyembe, ninawashukuruni sana mulitunga mkono kuchaguzwa mwaka elfu mbili na ishirini mulitumga kula nyingi tukashinda, na mimi mbunge kukanipa kula Ndugu zangu, vyama ni njia ya kupitia. Mimi Shamsia ninaheshimu maamuzi ya wote mnaovichagua na nitaendelea kuwaheshimu. Mimi Shamsia nimeamua kujitoa na kuwa mkweli ndani ya jimbo hili, na ndio maana leo hii kuomba kula kwa sababu kwa nilijitoa kwa ajili yenu. Kipindi hiki ni cha pili muhimu sana cha uchaguzi. Kipindi hiki tunapokwenda kufanya maamuzi, lazima tujitafakari katika utafuta viongozi bora, tuwe watulivu. Tukikosea kuchagua viongozi wasio kwa bora na uchungu tamtora vijiji yetu, tutakuja kuangamia na, na kupata shida. Mitano miaka mitano ni mingi. Kwa jina naitwa Msiali Lienje. Hapa nilipo nipo kwenye mkutano wa kampeni ya mbunge Shamsia she Mtamba, mbunge wa Mtwara vijijini. Ninachotaka kukielezea kwamba mbunge wetu Shamsia Mtamba, sisi tunamshukuru kwa muhula huu uliopita. Kwa miaka mitano ametufanyia mambo yafuatayo ya ikiwemo ujenzi lakini baadaye akaja mwenyewe kwenye mkutano mkuu, akatufafanulia kwamba nimetoa bati mia moja kwa ajili ya ujenzi wa sekondari ya kata ya Momo. Kwa vile mambo mengi sana ameyafanya ndani ya kata hii, tumchague kwa mula huu wa pili, aendelee kumaliza vile vitu ambavyo amevianzia na bado havijafika mkomo kwa majina anaitwa Shula Selemani Chitini Mzungu, mbunge yetu Shamsia Azizi Mtana ameongoza miaka mitano, ametuletea bahati na shauri. Wananchi wenzangu, tumchague Shamsia Azizi Mtana tumalizie vitu vilivyobaki. Mimi naitwa Ali Said na Njalata, ni mkazi wa kijiji cha Minyembe, kata ya Moma. Mimi ninachoomba tumchague Shamsia aendelee na ubunge kwa sababu anatusaidia mengi sana. Ametusaidia bati kwenda sekondari, bati mia moja. Ametusaidia mifuko ya samenti kwenda sekondari. Sasa huyo ni mbunge mzuri, tukizidi tukinchagua tena tutapata maendeleo zaidi.